Hey, mambo vipi? Karibu sana tunaendelea na kujifunza C++, programming language na bado tupo katika kipengele cha jump statement. Kama umekwisha angalia video iliyopita, tuliweza kujifunza aina ya kwanza ya jump statement ambayo ni go to. So leo tutaendelea na aina nyingine ambayo ni ya continue. So continue ipo tofauti kidogo na go to. Kikubwa ambacho continue inafanya ama kutumika kwanza sana inatumika katika loop zile, loop zetu, for loop, while loop, do while loop, kuweza ku skip the current iteration and move to the next one. Zingatia ile neno current iteration, manake uko na mizunguko kumi katika loop yako, lakini kuna mzunguko unahitaji utakapofika usiweze kufanywa kazi, basi unaweza kutumia uh, hii continue kuweza kuruka mzunguko ule na kuendelea na mizunguko mengine. Ndio kitu kikubwa ambacho hii uh, continue inafanya. So wacha tuweze kutengeneza simple program ili basi tuweze kuona namna gani ambavyo hii jump statement ya continue inatumika na kufanya kazi moja kwa moja. Tuanze na main function yetu, so int main. Na baada ya hapo wacha tuweze kuweka loop hii. Continue tuanze kuitumia katika loop moja kwa moja humu, kwa sababu ndipo ambapo inatumika sana. Kwa hiyo kikubwa ambacho tunakwenda kukifanya ku skip odd numbers katika huu mfano wetu, so for int k, let's say i ni sawasawa na moja, then ikiwa i ni ndogo ama sawasawa na tano semicolon then to increment i. Tayari tumeshajifunza kuhusiana na loops hizi, kwa hiyo kama bado hujaangalia video kuhusiana na loop, basi tayari kuna video ambazo tulijifunza hatua kwa hatua, na natumai kila mmoja aliweza kuelewa namna gani ya kutumia hizi loop. So if, ai, tupo na if ndani ya loop yetu ambayo hii itakwenda sasa kucheck condition fulani, ikitokea basi iweze kucontinue, iachane na hiyo iteration na icontinue iteration nyingine. So i modulus 2 is not equal to kitu gani? Zero. takwambia inamaanisha nini hii condition yetu hapa, then humu ndani tuweke continue keyword yetu ama jump statement yetu semicolon then nje ya if lakini like tumo ndani ya loop bado tuweke cout yetu, itakuonesha jinsi gani ambavyo hii program ina run na kufanya kazi I, okay, tuweke simple message is even, kwa sababu mfano huu ambao tunaofanya tunataka odd number zote ziweze kurukwa yani, zisizingatiwe. Okay, lakini bado iteration yetu iendelee kama kawaida. Utakapotumia jump statement ya go to itakuwa haiwezi kufanya kazi kama inafanya hii continue hapa, katika hii loop yetu ile, moja kwa moja inakutoa sehemu hiyo okay? so baada ya hapo, semicolon bila kusahau return, zero, semicolon. Okay, sorry Then itakuwa programu yetu imemalizia hapa. So programu hii inafanya kazi vipi? Nimekwambia tunakwenda ku skip odd numbers. Na hapa tume declare uh, initial variable yetu ya i ambayo ni moja, tukaangalia condition yetu, je, i ni ndogo ama sawa sawa na tano? Ni kweli ni ndogo i kwa sasa. Kama ni kweli, maana yake itaingia humu ndani, inakutana na if condition hii ambayo uh, inasema i ni modulus 2 is not equal not plus ni equal is not equal to zero. Kwa hiyo kama a ikiingia huko ndani ikichekiwa hapa ikigawiwa na 2, kama remainder haitokuwa ni zero, basi hiyo itajulikana kama ni odd number. Nadhani tunafahamu. Na kama itajulikana ni odd number, maana yake itakuja ita continue itaingia huko ndani na ita click hii continue, maana yake ita endelea na iteration nyingine, itaachana na iteration hii ambayo ilikuwa ikaprinti huu ujumbe hapa. So acha tuweze ku compile na ku run program yetu tuone output. Okay. Output kama inavyoonekana 2 is even, 4 is even. Kwa nini 1 na 3 na 5 haikuweza kutolewa hapa? Kwa sababu 1, uh, 3 na 5 ni odd number. Na ukiangalia hii programu yetu inavyofanya kazi kila itakapokuwa inapita ile mizunguko. Mzunguko wa kwanza itakuwa ni moja, ikichekiwa hapa, je yeah, i ambao ni moja modulus 2, remainder sio zero, ni kweli, remainder sio zero, inabaki one. Kama remainder sio zero, maana yake imeleta jibu la true, itakuja itaingia huko ndani na ita execute hii uh, jump statement ya continue, na kikubwa ambacho inafanya haitoweza kwenda kufanya kazi hii statement ya huku chini moja kwa moja itavunja hapo hapo na kurudi huko juu kuendelea na iteration nyingine. Na ndio maana ilipoanza mzunguko ya one katika hii i, hii si out ambayo ilikuwa itoke, haikuweza kutoka kwa sababu ilifikia hapa, programu yetu ku run ikakutana na continue na moja kwa moja ka continue katika iteration inayofuata bila ya kuzingatia kilichopo huku chini. Iteration inayofuata ikawa i tuki increment, inakuwa ni mbili Je, mbili ni modulus mbili sio sawasawa na zero? Sio kweli. Mbili, modulus mbili remainder ni zero. Kwa hiyo hii imeleta jibu la false condition yetu ya if, kwa hiyo humu ndani haitoweza kuingia, kwa hiyo continue haitoweza kupatikana hapa, moja kwa moja itakwenda kutoa huu ujumbe. Kwa hiyo i, kumbuka ni mbili, sasa hivi itatoa mbili is even, ndio kile ambacho tumekiona, lakini pia itarudi tena, ita increment itakuwa tatu. Tatu kija hapa kichekiwa, je tatu modulus sio sawasawa na 0? Kweli, tatu modulus 2 tu, inabaki sio sawasawa na 0. Imeleta jibu la true, itaingia humu ndani nakutana na hii a jump statement yetu ya continue. Kama ni hivyo basi haitoweza kufanyia kazi vile vilivyopo huku chini, ita continue katika iteration inayofuata. Kwa hiyo tatu ndio maana hatukuweza kuiona tulipokuwa tume Uh, takompile na kuweza run kwa namba zilizotoka hapa kuanzia moja mpaka tano ni hizi mbili na nne ambazo ndio even, lakini moja, tatu na tano hazikuweza kutokea hapa kwa sababu ya hii jump statement ya continue. Natumai utakuwa umeweza kupata concept ya hii uh, jump statement ya continue inavyoweza kufanya kazi. Kama bado hujanielewa vizuri, unaweza kuniambia katika sehemu ya comment, ili basi tukaeleweshana vizuri zaidi na kila mmoja wetu akaweza kuelewa hizi jump statement zinapofanya kazi na kuona wapi ambapo anaweza kutumia katika program zake ambazo atakuwa anatengeneza. So sina la ziada leo katika video hii, just nimehitaji tu kufahamisha aina nyingine hii ya jump statement baada ya kujifunza go to katika video iliyopita na leo tumekamilisha hii continue, tutakuja kumalizia na break. Na baada ya hapo tutakuja kufanya mifano tofauti tofauti ili basi tuweze kuzifahamu vizuri hizi katika scenario mbalimbali mbali, jinsi ambavyo zinatumika na kufanya kazi, okay? So tukutane wakati mwingine, hakikisha una like video hizi, nione basi kama kuna watu ambao wanahitaji kujifunza hivi vitu na mimi niweze kuendelea basi kutoa mafunzo haya, lakini pia kama bado huja subscribe, hakikisha umesubscribe YouTube channel yangu, share na wengine wapate kuja kujifunza pamoja na sisi programming language tofauti tofauti katika YouTube channel yangu hapa. Tukutane wakati mwingine tukapokuja kumalizia jump statement aina ya tatu ambayo ni break. Asante.